Katika juhudi za kujibu mahitaji ya raia kuhusu maji ya mvua

inayovamia barabara mbalimbali mjini mbali Goma, gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC/M23 Bahati Erasto Musanga ameanzisha kazi ya ujenzi wa mifereji eneo mbalimbali kwa ajili ya kutatua kero za raia. Kwa nini umetembelea mifereji? Naona wewe unapita pita ndani ya, ya mashimo. Niko na pita ndani ya mashimo kwani niangalie hii maji nafunga barabara kama mvuli inanyesha maji na jaa tuko naangalia jinsi ya kutengeneza mfereji kisha maji inashuka Mulaki. Inaanza wapi mpaka inaenda wapi? Kwa wale ambao hawajui sehemu huko. Kajeti. Inaanzia hapa kwenye, hapo wanapaita kama station station ya kwa wale ambao hawajui sehemu huko, inaanzia hapa kwenye ani a wanapaita. Na itaendelea mpaka wapi? Itaendelea mpaka Mulaki. Baba simu ndio.

vitu na kuyaka mbarabara na sirikile barabara yote akuna watu kufanya kazi tena mwa barabara mwaibarabara hmm. Siosama kuyaka tunakimbilia kuma nyumba bila kufanya kitu yoyote. okay. Gavana hakiagiza maengini ya kufanya kazi kwa utaratibu, mashine zikitumiwa hapa na pale kwa ajili ya ujenzi. Goma ikiwa na sehemu nyingi zinazosumbuliwa na maji wakati wa mvua kali na a

gavana ni mradi yenye kila mtu anakubali kwa sasa sababu, eh, Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Sasa hivi gavana ameweka na machine na kila kitu tu tutengeneze mwingine yenyewe li ilikuwa, ilikuwa isha teseka sana na uongozi mbaya. Musanga amesema maji ya mvua kama hii imekuwa chanzo cha maradhi mbalimbali haswa malaria pamoja na kuomba watu waliojenga vibaya na kuzuia barabara kwa ku watu kuondoka vizuizi vyao. Kama hapa proje tulianza kwa ni barabara walijenga mubaya, barabara walijengaka bila kanalizasyon bila kuwaza rigori. Barabara njo maana uko naona maini na jao, uongozi leadership yetu tukaikara pamoja na leadership yetu, tukayomba kama tunapashwa tengeneza hii barabara juu tufanye barabara walijenga mbaya. Na ukiangalia fasi yote barabara walijenga apre deza, ilikuwa ishaanza pomoka, ndio maana barabara yote inyesha pomoka. Leo hii mvile, msunguruke mvile fasi yote, tuko, tuko naanza pa, parutisha mzuri, tuko na pajengo na tuko nafanya kanalizasyo ya mai, na kutia marigoro. Juu hii mai yenyewe inaweza leta na population ugonjwa juu hii mai ikaendelea kubakia hapa italeta malaria, ndio kwenye malaria natokaka, juma mistika zitatoka mwaibu chafu, kisha malaria hii atakapotea pasha jenga kwetu, tutaleta usafi hapa. ni kufasi banaita kusimba a stasion simba esi, ni kusemana kule kuvision 2020 kule majengo nako patatengenezewa fasi yote mpaka Mugunga, fasi yote kwenye kuko gudro tutatengeneza, tutafanya kanalisasio ya mayi muzuri, tutie marigori. après kutia marigori na fasi yote kwenye kuripomokaka turutishe guto. Asante mheshimiwa. Lakini swali lingine, kwa nini wao nachukuwaka hatua pale pale hauende ofisini kwenda uwaze kama unafikiria nini, na wakazi wakakuita. Magufuli ukenda ofisini, ukaikala ofisini, haitajenga kwetu. Ndio maana unaona nchi yetu inaharibika, kwani watu mengi wanapenda ofisini, wanapenda biro zenye ziko klimatize. Ndio maana nchi yetu inaharibika, una inaomba inahitajika kiongozi afike kutere aangalie shida yenye wakazi wako na lakini ukikala ku ofisini watakuletea malalamiko peke yake, lakini hautajua shida yenye natendeka kati ya raia. Asante.

Mama, unaonaje guvernere kuwatembelea hapa? Tunafurahi, tunafurahi papa, tunafurahi na Mungu ambariki sana guvernere mm. mm. wetu, anafika pa kusimba, anatuambia hii mai haiko vizuri, ni vitu vibaya sana na tunaika hapa pembeni ya barabara na samwaum, ndio, ndio, imaji natusumbuaka sana. <laughs> Sasa munaonaje hatua ya kuanja kuitosha hii? Guverneri anasema tayitosha. Ndiyo, tunafurahi vile guverneri anasema taitosha, tunafurahi sana. sawa.